Zao la makadamia linakuzwa na mataifa machache sana ulimwenguni. Kenya ni mojawapo ya taifa lenye hali bora ya anga ya kukuza zao hili. Je, wakulima waliokuza zao hili wana yepi ya kujivunia? Mkulima anajaribu kuelezewa na kampuni mali. Tunauzanga, tunauza mbei. Sasa kwa hii utakuwa unapata hii na mi napata hii na je, wanaouza bidhaa za makadamia wana yapi ya kufahamisha wakulima? 90% ya makadamia ile tunanunua kutoka wakulima, tuna process hapa kiwanda ile tunaona, alafu kutoka hapo tunauza Ulaya. Sasa so, tunaleta foreign exchange for the country. Jiunge nasi Jumamosi hii tukufahamishe faida za mti huu na jinsi umebadilisha maisha ya wengi kimapato. Kwa upande wa mkulima, unamsaidia kukuza mimea yake vizuri, halafu unampatia soko soko nzuri. Isitoshe unamnunulia hiyo, hiyo mbegu yake kwa bei nafuu. Ni kilimo biashara, jukwaa la mkulima kumwelimisha mwenzake.